Na marhaba, karibu ujiunge nami. Zaidi ya maafisa mia moja wametumwa ili kuimarisha usalama katika eneo la Yumbis katika kaunti ya Garissa baada ya afisa mmoja kuuawa na wengine kujeruhiwa kwenye shambulizi hilo la hapo jana usiku, magari matatu pia yaliteketezwa moto. Shambulizi hilo limefanyika siku chache tu baada ya wanamgambo hao kuwasili katika eneo hilo na kuteka nyara shule moja na kuwalazimisha wanafunzi kuimba nyimbo za kulisifu kundi la Alshabab. Hamza Yusuf na maelezo zaidi kutoka Yumbis. Siku chache baada ya kundi la Alshababu kuvamia kijiji cha Yumbis na kuwahutubia wakazi Wanamgambo hao wamerudi jana kuwavamia maafisa waliokuwa wakishika doria katika maeneo ya mipaka. magaidi hao waliteketeza magari na kuharibu mengine kabla ya kumpiga risasi afisa mmoja huku wakiwajeruhi wengine watatu. We lost one officer, uh, two injured. And uh, we have injured uh, several of them. Ambayo wameenda uh, uh, na gun wound. Vikosi tofauti vimetumwa kuandama magaidi hao na kushika doria katika maeneo ya mipaka. Kamanda mshirikishi wa vikosi vya usalama katika eneo la kaskazini mashariki, Rashid Abdullahi, pia anayeongoza operesheni hiyo, amesema waliofanya kitendo hicho wakiwemo wafadhili wao watanaswa na kushtakiwa. the KDF the administration police the Kenya police they are doing operation I think very soon. Kuna madai kwamba kumekuwepo na taarifa za ujasusi kuhusu kutokea shambulizi lakini maafisa kutoka vituo vilivyo karibu na Yumbis wamezembea kazi. Gari ilikuwa mbele. The other lorry was behind. Ilikuwa imekwama. With 13 officers. So this one ilipowatakiwa walitafuta mahali kwa network alafu maafisa wengine wakaja. Eneo la Yumbis halina masafa ya kuwezesha mawasiliano na vilevile kituo chochote cha usalama. Vile mliona yo damu ni hizi magaidi. They were around two to three, ambayo wameumizwa so kuna maafisa sasa, hizi vile tunaongea, wanafuata hiyo damu na vilevile vile nyaya yao mpaka mahali tutaipata, hata mpaka ni kesho ama kesho kutwa hata kama wataingia Somalia tuko na maafisa hao. Wanasema kwamba hawatosirima, na watahakikisha kwamba wamefuata nyao za magaidi hao hadi pale walipo. Hamza Yusuf, KTN Leo, Yumbis, katika mpaka wa Kenya na Somalia.